Ndugu zanguni, habari zenu? Natumai wote ni wazima. Mimi hapa mbele yenu ni mwalimu wenu, kutoka kwa majina naitwa Said S. Karibuni sana C4 Ministry. tungependa kuwambia ndugu zetu, marafiki zetu, jamaa zetu, wanafunzi wetu kwamba tupo kwenye msimu wa baridi, msimu wa barafu. Kama mnavyoona barafu zinanyesha, baridi inakuwa ni kali nje. Nikuambie kwamba ni vizuri zaidi ujue ni namna gani utakavyojipangilia ndani ya huu msimu wa barafu, na napenda kukuambia kwamba ubongo huo unafanya kazi ngumu sana wakati huu ndani ya msimu huu, kwa sababu unataka kutuma message ndani ya mwili, kuna baridi kali inafaa tu utoe moto. Kwa hiyo nakuja kuona mwisho ubongo unafeli ku pitisha information na unapatwa na magonjwa. Magonjwa ni mengi sana msimu huu, tujitahadhari, tuwe makini. Tutajiepusha vipi? Inafaa tuwe tunavaa nguo zinazofaa kuvaliwa msimu huu, kama makoti, majaketi makubwa makubwa. En, uvae nguo ndani ya kubana, alafu uvalie sweta kwa juu, ukiweza unapiga lile koti kabisa kubwa ili mradi uweze kujikeep warm. Kwa sababu ni lazima tuendelee kufanya kazi, ni lazima tuendelee kwenda mashuleni, ni lazima tufanye shughuli zetu za hapa na pale, kwenda masokoni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, usitoke kwenda sokoni umevaa nguo nyepesi, itakuletea madhara na itakuletea maumivu. Usioni ni jambo la muda mfupi, linaweza kukuathiri kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo, ndugu yangu, nakuambia ama nakuomba uweze kujipenda mwenyewe na uweze kuji take care huwezi kujihudumia, usisubiri kuambiwa, fanya mwenyewe sababu magonjwa yakija, yanakujia wewe, yanakutesa wewe, unayenitazama hapa. Kwa hiyo ni vizuri zaidi uanze ku kuchukua hatua leo na ujiboreshe kwenye uvaaji. Hakikisha wakati unalala kitandani kwako upate mashuka mazito, usitumie shuka moja, shuka mbili kusema bwana, utapita ni usiku mmoja tu. Hapana. Jaribu kutafuta shuka nzito, na kama hauna shuka nzito, basi hakikisha wakati unalala umevaa nguo nzito na utumie hiyo shuka ambayo uliokuwa nayo. Zaidi ya hapo, nawashukuruni sana, ndugu zanguni, muwe makini, na mji hudumie na mjiangalie zaidi kulingana na huu msimu tuliokuwa nao, na wasalimu nyote. Ni mimi hapa, ndugu yenu, mwalimu wenu Said Mwaliko.